Kundi la Hamas licha ya kukubali pendekezo la amani lililotolewa na rais wa Marekani, kwa upande wake jeshi la Israeli limeendelea na mashambulizi katika eneo la Ukanda wa Gaza huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akifahamisha ya kwamba jeshi la Israel huenda likaanza kuondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza iwapo wanamgambo wa kundi la Hamas nao pia watafanya vivyo hivyo kuondoka katika eneo hilo. Kitendo hiki kinatafsiriwa ya kwamba jeshi la Israel katika mashambulizi yake ukanda wa Gaza lilikutana na upinzani mkali kutoka kwa wanamgambo hao katika eneo hilo, wakati ambapo jeshi la Israel lilifahamisha kwamba litaendelea na mashambulizi yake hadi pale ambapo litahakikisha kwamba hakuna vitisho katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Wanamgambo hao wakaendelea kuwa na uwezo wa kuweza kushambulia Israeli moja kwa moja. Na jambo ambalo linatajwa katika mitandao ya kijamii kushangaza ni kuona ya kwamba kundi hili la Hamas ambalo kwa mujibu wa Israel na mataifa ambao ni washirika wa Israel wanalitambua kama kundi la kigaidi na kwa sasa kuna tume kutoka Israel na Marekani ambalo jukumu lake itakuwa ni mazungumzo na wanamgambo hao ili kuhakikisha kwamba mateka ambao bado wanashikiliwa na wanamgambo hao wanaachwa huru. Vipi kwa taifa kama Israel na washirika wake kuweza kufanya mazungumzo na kundi ambalo wanalitambua kama kundi la kigaidi. Ni swala ambalo kwa muda mrefu limeibua mjadala kwa kuwa makundi ambayo huwa yakitajwa kuwa ni makundi ya wanaharakati ambayo yanapigania haki zao, makundi hayo huwa yakitambulika ya kwamba kama ni makundi ya kigaidi na baadaye kuchukuliwa kama makundi ya wanaharakati hadi pale ambapo watakapopata uhuru na kuweza kutambulika kama walikuwa na haki kupigania kile ambacho wanapigania. Na papo hapo inatajwa kwamba kuna wawakilishi kutoka nchini Marekani na Israel tayari jielekeza nchini Misri kwa ajili ya mazungumzo na wanamgambo hao wa Hamas na hatua ambazo zitakazofuatia ili kuweza kukabidhiwa mateka hao ambao bado wanashikiliwa na wanamgambo hao. Inatajwa kwamba ni mateka wasiopungua ishirini ndio ambao bado wapo hai ambao watakabidhiwa kwa wakilishi wa Israel na hata miili ya wale ambao tayari inatajwa kuwa wamekwisha fariki. Inatajwa kwamba ni mateka thelathini ambao wanatajwa kufariki mikononi mwa wanamgambo hawa wa Hamas, na ifahamiki ya kwamba ni kitu gani ambacho kilipelekea mateka hao kuweza kufariki, ni mashambulizi ambayo yalikuwa yakiendeshwa na jeshi la Israel au ni kutokana na mazingira waliokuwemo chini ya usimamizi wa wanamgambo hawa wa Hamas. Rais wa Marekani, kutokana na pendekezo lake hili, ametolea wito wa wanamgambo wa Hamas kuweza kutoa jibu haraka iwezekanavyo, la sivyo kitakachofuatia itakuwa ni msiba mkubwa kwa wanamgambo hao, na kufahamisha kuwa hakuna ambaye atakayekubali wanamgambo hawa wa kundi la Hamas kutoka katika ukanda wa Gaza kuendelea kuwa tishio hapa, ikitajwa kwamba tishio ni dhidi ya Israel, kwa kuwa utakumbuka shambulizi la Oktoba 7 wanamgambo hawa wa Hamas walitokea ukanda wa Gaza na kuvamia jiji tofauti katika maeneo ya mpakani kati ya ukanda wa Gaza na Israel. Ni ipi hatma ya Hamas katika mpango huu ambao rais wa Marekani ametaja kwamba ni mpango ambao unawapa fursa wanamgambo hawa kuchukua maamuzi yanayostahili?